Jambo? Sijambo. Mzima? Ni mzima. Inzima. Ndugu mtazamaji, eh, chaneli yako pendwa ya Istiqama Swahili TV eh, imefanya safari kuja katika kisiwa cha Pemba. Na hapa tulipo, tupo katika kijiji kinachoitwa Uondwe, Shumba vya Mboni, wilaya ya Micheweni a, Pemba. Hapa nimekutana na binti mmoja. Naomba tufahamiane naye mawili matatu na tujue anasoma wapi na atupe kile ambacho anachosoma. Hujambo binti? Haya, tuambie kwanza jina lako nani? Aisha Bint Ali Bin Muhammed Arraswadia. Aisha, eh, unasoma chuo gani hapa? Al Madrasat Sahibu Janna. Sahibu Janna. Mwalimu mkuu wako nani? Ustad Saidi Bin Ali Arraswadia. Hebu eh, hebu ntajie masoma unayosoma chuoni madrasa. La kwanza lipi? Nasoma Qurani. Pili Al tarbia tarbia, al hikma al hikma, al hadi. Sasa mimi na mtazamaji leo nataka wakusikie unavyosoma Qur'ani vizuri kabisa, unavyosomeshwa Qur'ani. Hebu tusomee Qur'ani kidogo tukusikie. Ehe. a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla

akili yenye ufahamu k Amina. Amen. Sawa, usome, jitahidi usome e, waheshimu walimu wako lakini pia waheshimu nani wazazi wako. Ukifanya hivyo basi utajikuta una, una unasoma vizuri na utakuwa baadaye mtoto mzuri sawa? Kwa hivyo jitahidi usome zaidi na zaidi na nimefurahi na ndugu mtazamaji pia nafikiri kafurahi. Kwa hiyo tumuombe dua binti yetu hapa azidi kuendelea vizuri na asome vizuri lakini pia nasaha zangu kwa wazazi e, wafanye jitihada tu, maana tunaelewa kwamba e, walimu ndo ambao wanasomesha, lakini lakini jukumu la kuwasomesha watoto wetu ni wewe mzazi. Mwalimu anachokufanya anakusaidia tu wewe mzazi, kwa hivyo tujitahidi e, kuwasomesha watoto wetu hata wakiwa majumbani, na tuwape ushirikiano mzuri walimu wa madrasa, kwani wao wanatusaidia wana kwa kiasi kikubwa sana, watoto wetu hawa wakafanikiwa, kama binti yetu hapa alipotusomea. Na wewe mzazi ambaye unanisikiliza, jitahid pia mtoto wako awe mfano ee, kama huu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Istiqama Swahili TV.